Serikali ya kaunti ya Mombasa imezindua mpango wa kutoa mafunzo kwa vijana ili kujiajiri na kukabiliana na changamoto ya usalama katika kaunti hiyo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo unaoshirikisha uh, vijana 700 naibu gavana Francis Toye ametaka vijana kukumbatia mpango huo unaotekelezwa kwa ushirikiano na benki ya KCB. In 2016 we have been able to train year on year 10,000 uh, students. Okay, so this year we have been able to exceed this year we have been, we have been able to train 12,000 uh, students nationwide. So we want uh, Mombasa, and we appreciate Mombasa County for coming on board just like the other counties to enable us to train uh, the youth in Mombasa. Hapa target kubwa katika kozi kama hizi ni wale walimaliza KCPE na hawakuweza kwenda university na wale walimaliza KCSE lakini hawakuweza result zao kupelekwa ku join university. Tumeanza na target hii kama alivyosema mheshimiwa DG ya 736 students, tunatarajia hadi January, pesa ikiwa imeingia ya kisawasawa, upande wa elimu scheme, sisi kuanzisha mchakato wa skills mitaani, wanafunzi 1500 mpaka wanafunzi 5000 Tatizo kubwa liko Mombasa leo hii vijana wengi wamemaliza shule lakini hawana vile, zile skills ambazo zinahitajika katika kazi ambazo zipo. Kwa mfano kuna kazi rahisi tu plumbing. Hata plumbing yatakana uwe na cheti ndio waweza kuwa una, una, una, una ujuzi ndio, lakini kiwa huna cheti kuajiriwa ni ngumu. So h hi, hili zoezi tujiajiri, hii program inaitwa tujiajiri lengo lake ni kuwatoa vijana mitaani kwenda kuwapatia ujuzi ambao utawasaidia mbele kupata kazi, aidha hapa ikiwa amejitengezea kazi wenyewe ama kazi ughaibuni kule.